Ndege ya Airbus A320 sasa imeipiku Boeing 737 kama ndege ya kibiashara iliyosafirishwa kwa wingi zaidi katika historia, baada ya shirika la ndege la Saudi Arabia Flynas kupokea ndege 12,260 kutoka kwa mtengenezaji huyo wa Ulaya. Kulingana na ripoti ya Reuters ya Oktoba 7 mwaka 2025, takwimu kutoka kwa wachambuzi wa sekta ya anga Sirium zinaonyesha kuwa ndege hiyo ya A320 ilikabidhiwa usiku, jambo lilompa Airbus uongozi mdogo dhidi ya Boeing 737. Mfumo wa A320 unajumuisha ndege aina ya A318, A319, A320 na A321 huku Boeing 737 ikijumuisha modeli ya awali ya 737-100 na 737-200 hadi zile za sasa za MAX. Mradi wa Airbus A320 ulianzishwa mwezi March 1984 na mashirika matano ya ndege yakiwemo British Caledonian na Air France yakiwa miongoni mwa ya kwanza kuweka order. Familia ndege za Airbus A320 ilianza safari yake ya kwanza ya kibiashara mnamo April 1988 na Air France kwenye safari kati ya Paris na Berlin kupitia Dusseldorf. Boeing 737 ilianza kutoa huduma miongo miwili mapema zaidi mnamo Februari 1968, huku Lufthansa ikichaguliwa kuwa mteja wa kwanza. Airbus hapo awali ilisema familia A320 ndio ndege maarufu zaidi duniani yenye njia moja ya abiria na chaguo linalopendekezwa na mashirika mengi ya ndege kuanzia yale ya gharama nafuu hadi mifumo mipya ya kibiashara inayofaidika na viwango vipya vya utendaji na faraja. Hadi Agosti 31 mwaka 2025, Airbus ilikuwa imekabidhi jumla ya ndege 333 za familia A320, zikiwemo A319, A320, 114 na katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita, Boeing imekumbana na misukosuko kadhaa ikihusisha ndege zake za 737, jambo lililoathiri pakubwa uzalishaji wake. Mnamo mwaka 2018, watu wote 189 waliokuwa kwenye ndege ya Lion Air Flight 610 walifariki katika ajali. Mwaka uliofuata, mwaka 2019 Ndege Ethiopian Airlines Flight 302 ilianguka na kuwa watu wote 157 wa waliokuwa ndani. Ndege zote mbili zilikuwa aina Boeing 737 Max 8. Kisha mnamo Januari 2024, mlango wa dharura ulijitenga na ndege ya Alaska Airlines 737 Max 9 muda mfupi baada ya kupaa. Hiyo hilo lilisababisha kuweko kwa vizuizi katika uzalishaji wa ndege na kuibua maswali kuhusu salama na taratibu za ufuataji wa kanuni ndani ya kampuni ya Boeing.